Karibu Jinsi TV. Leo nitakufundisha jinsi ya kutambua namba ngeni katika simu yako kwa kutumia njia tatu rahisi na salama. Njia ya kwanza ni kutumia Truecaller, moja ya apps maarufu zaidi duniani kwa kutambulisha majina ya namba zisizojulikana. Fungua Play Store, andika Truecaller kwenye sehemu ya utafutaji. Gusa install na subiri ikamilike. Fungua na jiunge Register. Unapofungua app kwa mara ya kwanza, gusa Get Started. Truecaller itakuomba ruhusa za Caller ID, call logs, access ya contacts, call management. Toa ruhusa hizi ili app ifanye kazi vizuri. Truecaller itakuomba kama ungependa kusajili kupitia akaunti yako ya Google, utakansel na kusajili kwa namba ya simu. Ingiza namba yako ya simu ya kusajili akaunti. Kisha gusa verify my number. Subiri SMS au call yenye kodi ya uthibitisho. Tengeneza profile yako. Chagua fill in manually na jaza taarifa zifuatazo. Jina la kwanza, jina la mwisho, barua pepe, jinsia, jina la kampuni na kazi. Kisha gusa continue. Kisha gusa not now kuruka subscription. Tafuta namba ngeni. Gusa sehemu ya search juu Andika namba ngeni kisha tafuta. Truecaller itakuonyesha jina, picha kama ipo, na wakati mwingine hata email. Unaweza kupakua CallApp na kutumia hatua sawa na Truecaller kwa usahihi zaidi. Hii njia ni rahisi, haraka, na mara nyingi hutoa majina sahihi ya mtumiaji. Ikiwa mafunzo haya yamekusaidia, usisahau subscribe na kushiriki video hii na marafiki zako. Asante kwa kutazama Jinsi TV, tukutane tena kwenye video inayofuata.